Alafu mimi natoka mlimani na kutana naye. Kaniambia, nisaidie hata bahati moja. Nikamwambia, wewe unataka hizo bahati? Kaniambia, ndiyo no. Nikamwambia, Kani wewe inatakiwa kilo moja ile juu. Kachone sasa, yule jamaa hakupata mawazo, mawazo mabaya. Yeye alikimbia haraka. Alikimbia akachoma kilo moja haraka fasta. Kaniambia, fasta tayari. Tayari, ni mchungaji kama mimi? Yesu atusaidie. Tete tayari. Niambia twende twende sasa. Ukapate. Yaani tunafika kilo imewekwa hapo nzuri sana. Waambia tutakula wote. Yesu atusaidie. Kwanza kula. Wakati tunakula ndio nikaanza kula, tulisema basi moja. Hivi atarota wapi? Ikatulia <laughs> hapo. Naanza kula. Lakini na sasa hapo, mwambia Roma Yani, anataka mia. Na wale mimi nikila nyama, yeye anapata mia pesa sidi tutanipatia. Yeye anatulia hapo. Wakati anatulia hivi roho yake anambia usiogope. Mwambie hivi ampigie fulani. Sasa hivi hapo. Kwa afadhali ana fulani, mpe namba zake fulani. Nikachukua namba nikamwambia nikaezi namba. Pigie huyo mtu ndiye anabatizako mia moja. Yesu atusaidie. Na mtu akapigiwa, yaku nakula nyama hapo, yaku nakaribia kumaliza, yaki nimechoka sasa. Hapo Mimi kama mwanadamu nasema hivi tena kula nyama yote inaisha, nasi huyu mtu hizi mali anapatia wapi? Yesu atusaidie wa oh, yeah. Nikasikia roho Mungu anambia usiogope, mpe nama za fulani baadhi ziko kwa fulani mia moja, alafu nampa pale pale ambia, mimi ni mtumishi wa Mungu naitwa fulani, nina kanisa, nimejenga, nimezeka kidogo sana, nimeshindwa kumalizia. Nini shida? Bati, nahitaji bati. Unataka bati ngapi? Nataka bati mia moja. Haya, njoo tukua kesho. Hapo mengine zaidi, hapo naishia hapo. Sasa yule mtu wa Mungu lile wazo la na Roho Mtakatifu ameleta hapa. Mungu anadanganya, ameleta hapa haraka. Alafu kanisa likaezekwa. Kwanza upaka mwisho, bado ni ambaye imepigwa ile. Kwani Isaka alipotaka kubariki Esau, alimwambia nini? Kaniletea mawindo. Nile nikubariki. Ndio tatizo la kanisa la leo. Mawazo mabaya. Hayo unayozungumza mawazo mabaya, mm. Alafu wanafikiri kwamba mm -hmm. Yule Mungu wa kina Ibrahimu mm. Isaka mm. Yakobo mm. Hayuko leo, hayuko leo. Wanatuona sisi kama wafanya biashara fulani au watu wenye njaa, watu wenye njaa, watu maskini <laughs> hakuna njaa.

Roho Mtakatifu natuwe pamoja natuweze kwenda na mtu mwingine. Bwana Yesu asifiwe, yaani tukiwa na uhubiri, yani tunaenda hivi. Bwana Yesu apewe sifa, mpigie Yesu makofi, sema amina yeah. Mwanadamu unasema kile cha Mungu nayenachakwake a uchafu ndio <coughs> ndio <coughs> <Niyo. tos> ni mdanganyifu, vitu vyote una ugonjwa wa ugonjwa wa kufisha ugonjwa wa kuua. Umeua mangapi kwa moyo wako kwa mawazo yako wake. Yesu asifiwe sema amina. Shida ya watu amsema watu. Mawazo yao ni mabaya, kwa hiyo unaposema kile Mungu anasema, anaweka naye akae, saa hiyo hiyo anashatengeneza kinyume. Alafu anabaki hawezi kupenda. Kwa mfano siku hiyo ningemwambia yule baba, ni baba ni mtu si mzima kuliko mimi. Anataka bati ya moja. Alafu namwambia kilo moja. Alafu kupe kweli ninataka ile kilo moja. Yesu asifiwe. Yeah. Na nimechoka, nilikuwa kwenye maombi ya mfungo mara kwa mara. Kwa kweli Mungu anataka nipate nguvu. Niweze kusimama na kusema habari zake. Niweze kusimama na kusema habari za ufano wapoana apoana kilo moja kilo moja. Umesema kilo moja tu lochoa nzuri sana. Alafu naanza kula. Haleluya. Alafu nasikia roho hizo ananiongoza, bati mia ziko kwa fulani, alafu aliambia kwa hiyo yes, inabidi Mungu ampime wewe mtumishi wake. Unaliamini neno ambalo natoa kwa huyu mtumishi wangu? Yesu alisaidia. Saa hizo Mungu aniambie, ningekwambia ah, bati mia moja yeye unataka yeye. Nenda kwa fulani mwambie, bariki akupe bati mia. Ndio maana Yesu aliwaambia wanafunzi wa Yohana <laughs> maana Yohana amewatuma waulize ni yeye au ye, tumtarajie mwingine akaeleza kidogo mambo ambayo yamefanyika, alafu mwisho akaambia aheri ya mtu yule asiyekuwa na mashaka nami, asiye na mashaka na mimi.

ya kujitahidi sana kwa wewe katika hali hii. Kwamba kila ambacho Mungu anasema hapa, chukua. Amina. Yaani kila ambacho Mungu anaongea, chukua haraka. Amen. So, Amen. Amina. Yaani usizikubali kusema. Jamani Julia, sema. Unajua ile sawa na sio kwa kwa kwa hivi. Hivi kitu inawezekana. Kumbe Mungu amesema, alafu unachukua kawaida kama unaanza kujadiliana